Gazeti nikianza na gazeti la The Star wanasema kwamba bidhaa za bei ya chini kutoka kule Uchina na mataifa mengine imepelekea kuua sekta ya jua kali hapa nchini Kenya, na nyingi za hizi bidhaa zinauzwa katika maduka tofauti tofauti hapa nchini, hapa jijini Nairobi na maeneo mengine, ambapo unapata kwamba kuna bidhaa kama nguo, bidhaa kama za kitchen ama za nyumba na mambo kama hayo, ambazo zinaletwa kutoka kule Uchina zikiwa zinauzwa kwa bei nafuu ukilinganisha na, na bidhaa ambazo labda zimetengenezwa hapa nchini Kenya. Na ukiangalia quality pia unaona kwamba quality zao mengine, quality iko chini sana kulingana na vile gazeti hili inaripoti, na hii imepelekea sekta ya jua kali kuweza kuanguka pale. Maoni yako ni yapi kuhusu hii habari? Je, wafikiri kwamba labda kunafaa kuwa na sheria za kuzuia baadhi ya hizi bidhaa kutoka Uchina na mataifa mengine ama labda hizi bidhaa huwa zinasaidia wananchi, kwani zinauzwa kwa bei nafuu na mambo kama haya. ikiwa ungependa kuzungumzia habari aweza kutoa sauti yao sauti yako. Nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale wameangazia mwanawe eh, marehemu Raila Odinga ambaye ni Winni Odinga na wanasema, je, ni kama Raila anazungumza Eh, eh, chini ama ndani ya Winnie Odinga vile alizungumza kule Mombasa katika sherehe za ODM at 20, ambapo aliweza kuvuruga mambo na kuweza kupata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wanachama wa ODM na wengine ambao wameweza kufurahia msimamo wake pale ambapo alizungumza na kuonya kwamba chama hicho cha ODM akifai kuuzwa. Yaani, kuna watu ambao alidai kwamba huenda wana njama ya kuuza chama cha ODM pale, na pia alizungumzia kuhusu uhusiano kati ya ODM na serikali akisema kwamba kunafaa kuwa na National Delegates Conference ya kuweza kuamua ni nani sasa atakayeweza kuzungumza kwa niaba ya chama hicho na serikali pale, kwa sababu hapo awali ilikuwa ni mwenda zake Raila Odinga ndiye alikuwa uh, wa, wa kuzungumza na, eh, na, na, na, na serikali ama kupitia chama cha UDA pale katika hii muungano wa broad based pale. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imemulikwa pale kwenye gazeti hilo la The Standard. Alafu nikiangalia gazeti la Daily Nation, pia wameangazia mgawanyiko amnaendelea pale katika chama cha ODM, vile Winnie aliweza kuzungumza katika uh, hii mkutano um, wa chama cha ODM kule Mombasa ilifichua kwamba huenda kuna mvutano wa kifamilia kuhusu msimamo wa chama cha ODM kwa sababu, alipokuwa anazungumza, Wini aliweza kusema kwamba kunafaa kuwa na utaratibu wa kuweza kujadiliana na serikali katika broad-based government pale, na pia akaweza kuzungumzia wale ambao kwa